Hali ya hewa sio rafiki sana, kwa hiyo wacha tupambane hivyo hivyo, wacha tupambane hivyo hivyo. Imani kama ya Mungu. Aha. Nikupe pole pole pole, ok, nikupe pole sana, ila na naomba tuweze kuendelea bado. Mungu wetu ni mwema, atatusaidia na ametusaidia, tuendako kili bado yeye ni Ebeneza. Amen, okay. Tunasema imani kama ya Mungu, nataka niweke hapo, imani kama aliyonayo Mungu, na ndiyo imani ambayo tunapaswa kuwa nayo ndani yetu sisi. Imani aliyonayo Mungu ndiyo imani ambayo tunapaswa kuwa nayo sisi. Kumbuka Biblia inasema kwamba Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake na kwa sura yake. Sasa kama tuliumba kwa mfano kwa sura ya Mungu, kwa hiyo imani haipo kwenye mwili, imani ipo kwenye roho. Hiyo imani ya Mungu tunaizungumza haipo kwenye mwili, ipo kwenye roho. Sasa tunapaswa ile imani ya Mungu ambaye ni roho iwe ndani yetu sisi, sisi kwenye roho zetu, ili yale ambayo Mungu ameyafanya na anayafanya ndipo tunapaswa na sisi tuweze kufanya kwa imani. Ndio maana Yesu akasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa chochote tunachofanya tukifanye kwa imani, tukiweka mashaka tu Mungu amesema apendezwe. Kwa hiyo kitu kimojawapo ambacho kinachochukiza Mungu, acha ya kuchukizwa na dhambi yako, kinachomkasirisha Mungu ni mashaka yako okay. Kama dhambi aifanyayo ni mtu ni Mungu, nikwambie kitu kimoja, mashaka ulionayo pia ni machukizo kwa Mungu amesema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Hiyo ni Waebrania kumi na moja mstari wa sita. Anasema yeyote amwendeaye Mungu lazima aamini ya kwamba Mungu yupo naye huwapa thawabu wale wamtafutao. Hebu turudi pale maana 11:6 anasema, lakini pasipo imani, pasipokuwa na imani ndani yetu, haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendei Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. kwa ili mambo yaweze kufanyika, ili mambo yaweze kutendeka, cha kwanza Mungu anachokiangalia ni imani ndani yako. Okay. Mungu anaangalia imani yake ndani yako. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho Mungu atakifanya kwa maisha yako kama kuna imani yake ndani yako, nisema <tus> <tus> okay. Hivyo nialeweke ndani yako kuna yeye ili afanye kitu Unataka kifanyiri imani yake ndani yako, ehi? Wakati Petro na Yohana wanakwea kwenda mlimani na wanakwea kwenda hekaluni kusali, wakiwa kwenye mlango mzuri wanakutana na Biblia inatuambia alikuwa na miaka arobaini, amekaa pale kwenye mlango watu wampe sadaka Amen. Akiwa pale kwa sababu ikando desturi yake, na inawezekana kabisa na Yesu wakati hajasulubiwa, hajafa alikuwa anapita pale pale, kwa sababu kwenye ukumbi wa Suleimani maana yake alikuwa anapita, alikuwa anamuona pale

Matendo ya Mitume tatu mstari wa kwanza mpaka wa kumi na sita. Nataka ungalie imani. Lazima tuwe na imani ya Yesu. Lazima tuwe na imani ya Yesu. Imani ya Yesu tu. Ili kila unachokiona